Sasa hivi wengi huwa wanatunza, lakini hawalengi, pia wako busy sana kwenye kuhakikisha kwamba wanaweka matumeo mazuri kwa watoto wao, na hii imetengeneza umbwe uh, fulani ambapo watoto wamejikuta ni kama wametelekezwa, wamepuuzwa, lakini wapo wazazi ambao wapo kwenye maisha ya watoto wao kwa upande mwingine wanawanyanyasa hawa watoto sana, wanawaumiza wana kihisia, wanawaumiza kifikra, wanawaumiza kiuchumi ki, ki, ki, ki, kwa sababu wamekosa namna njema na busara nzuri ya namna ya kuwalea hawa watoto kwa hivyo, tunachokifanya hapa ni kuhakikisha kwamba tunamsaidia mzazi kwanza ajitambue ye mwenyewe, aweze kukabiliana na changamoto ambazo zinamkabili ye mwenyewe zinazomkwamisha kwenye shughuli zima ya kulea watoto vi. Pili, anapotoka hapo sasa, aweze kuwa baraka kwa watoto ambao uh, wanawalea. Wana, wana, kauli mbiu uh, yetu kubwa ni saving destiny, kuokoa hatima ya mtoto. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu maisha ya binadamu tunayoyaona katika utu uzima wake kwa asilimia kubwa yamechangiwa sana sana sana na namna alivyotengenezwa alipokuwa program akili yake inawaza nini, anaamini nini kuhusu yeye mwenyewe, anaamini nini kuhusu jinsia yake, anaamini nini kuhusu Mungu, anaamini nini kuhusu watu wengine, namna gani anauangalia ulimwengu, anauchukulia namna gani, anaweza kujilinda dhidi ya ulimwengu namna gani, ana ulimwengu lakini pia namna gani anaweza kuwasiliana na ulimwengu halisi, ili kwamba veeo vilei dunia iwe sehemu salama sana kwa. Hii imekuwa platform nzuri kwa wazazi, wamefurahi wamejifunza, na tunaamini Mungu, ya kwamba tutaendelea na movement kwenye mikoa na maeneo mengine mbalimbali kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia wazazi kutengeneza kizazi ambacho kwanza kina maadili mazuri, lakini pia hata watu ambao wanamcha. Anajitahidi asinyanyase mtoto. Lakini mbili, mzazi ajitahidi asimdekeze mtoto. Hapa tunazungumzia uwezo wa mzazi kutengeneza uwiano sahihi baina ya namna anavyo hakikisha uh, mtoto wake hadekezwa laki uh, lakini pia hanyanyasiki. Kwa mfano kuto kumpatia mtoto kazi kufanya nyumbani inaweza ikamfanya mtoto akadekezwa, lakini kumpatia mtoto kazi ngumu na zito kupita uwezo wake inaweza ikampelekea mtoto akahisi kunyanyaswa. Haya mawili yote kunyanyasa mtoto na kumdekeza mtoto yanaweza yakaharibu saikolojia ya mtoto kwa kiwango kikubwa sana. Kama mnavyojua sasa hivi malezi ni kwa changamoto sana, wazazi wengi wanaona malezi ni kitu kigumu sana ni kwa sababu hawako tayari kujiachanisha na watoto wao. Mtoto amekuwa mtu mzima, lakini hawezi kufanya majukumu yake, amekuwa baba, hawezi kufanya majukumu kama baba. Kwa sasa hivi malezi na hali ya zamani ni tofauti. Zamani pia teknolojia haikuwa kama sasa hivi, lakini wazazi wengi ambao wanawalea watoto wao katika hali hii ya sasa hivi ya kiteknolojia, wako wanawalea vile walivyol lakini vizuri kubadilisha mtazamo na kuangalia ni jinsi gani wanaweza kuwasaidia watoto kuishi maisha ya sasa hivi. Malezi tunapata mafundisho ambayo yanatufaa kama wazazi kutusaidia namna nzuri ya kulea mtoto akiwa kwenye umri wa miaka sifuri mpaka atakapokuwa mzee kupitia Familia Gathering tusio wakali sana kupitiliza kulea mtoto lakini pia usikumkole sana kupitiliza kumlea huyo mtoto, kwa sababu inawezekana unamharibu wewe unajua kabisa una mjenga. Tuendelee kujifunza, lakini pia ukisikia makongamano kama hayo, tuhudhurie wamama.